Maisha Online TV mwangaza kwa jamii. Mi naitwa Rashid Ali Mhamed, natokea Wasafi Media. Mheshimiwa Makamu, kwa vile ni muulizaji wa kwanza, kwa kupi ni kupongeze kwa taarifa fupi ambayo imeeleweka, lakini naomba niengezee kuulizia maswali kadhaa juu ya taarifa ambayo umeitoa. Kwa kwanza, na swali la kwanza juu ya kile ambacho umekigusia mwishoni, nilitaka kufahamu fedha ambazo zimepangwa kwa ajili ya sherehe za maadhimisho ya kilele cha mapinduzi ni kiasi gani? Lakini tumezoea kuona sherehe hizi zikiahirishwa, tunaarifiwa kwamba fedha hizi labda zimeelekezwa kwenye specific, kitu gani labda kwa mipango yenu ya serikali. Lakini swali la pili, kama itakuridhia, ungetupa figa pia ya kujua ile miradi mia na kumi maya ya msingi alikuwa ni mangapi, lakini ya ufunguzi rasmi yalikuwa ni mangapi? Lakini ningependa kuuliza pia kwa nini baadhi ya miradi tuliona ilitolewa katikati eh, wakati wa sherehe hizi za mapinduzi ikiendelea. Nikitolea mfano nakumbuka mradi mmoja wa airport ulitolewa uli, uli, uli na labda kama kuna wengine, kitu gani hasa halmashauri eh, iliona kwamba ina, ina, inaweza kutoa miradi hiyo? Na swali la mwisho nami ni pamoja na kuwa mwenyekiti wa halmashauri pia ni mtendaji mkuu wa serikali, miradi imefunguliwa kwa namna gani? Sasa serikali imekuwa mkijiridhisha, hatukuwahi kushuhudia kuona kwamba labda kiongozi ameenda sehemu, lakini mradi hajaridhika nao, kutokana labda na ubora na kitu kama hivyo. Kwa namna gani serikali imekuwa mkijiridhisha juu ya miradi hii inojengwa na uwajibikaji wenu ni upi? Sasa kwa mfano, kuna miradi ambayo imekamilika, imejengwa kwa harama kubwa, ikiwemo hospitali lakini tumeona hata wewe ulikuwa, mwenyewe ulikuwa mkali wakati unazungumza na watendaji wa wizara ya afya. Bado kuna miradi imeshafunguliwa na imetumia fedha nyingi za serikali, lakini bado mambo hayaendi vizuri. Uwajibikaji na usimamizi wako ukoje katika hili? Asante sana mheshimiwa makamu. Kama, kama tunavyojua 2027 Tanzania, Kenya na Uganda ina fainali ya AFCON, Tanzania ikiwa sehemu ya Zanzibar ni lazima na sisi tumo humo katika uh, li, hata lile grupu moja kuja kuchezwa kwa upande wa Zanzibar. Mimi nataka kufahamu je, kwa upande wa uwanja, miundombinu mpaka sasa hivi kuna asilimia ngapi ya uwanja uh, kabla haijafika hiyo elfu mbili na ishirini na saba? Sisi tunapenda boli, naamini na we mwenyewe unapenda, najua tu Yanga oe. Mimi nitakuwa nina swali moja na ushauri, mheshimiwa. Swala langu la kwanza, basically miradi ni mingi, nimesema 120 kama sikosei 110. miradi ni mingi sana e, na mengine ipo na inakuja katika mahoteli na uwekezaji sehemu nyingine. Mheshimiwa anataka kujua kabisa katika swala zima la miundombinu ya umeme, mmejipanga vipi kama serikali kuhakikisha miradi hii yote na wawekezaji wao wana umeme kwa uhakika, kwa sababu huko mitaani na umesema mheshimiwa, kuna maneno maneno mengi na watu wengine wanaanza kusema umeme huu vipi? Kwa sasa tunataka mipango yenu serikali katika miradi hiyo na umeme wa uhakika zaidi. La, la pili ushauri, tumeona kuna michezo ya mpira na mengine, kwa nini msifikirie inayokuja kukawa kuna mashindano madogo madogo, resi za ngarawa zile eh, na wananchi nao wakawa wanashiriki hapa na pale angalau basi tukafurahi kwa wote zaidi, pamoja na miradi nafunguliwa, lakini kukawa kuna resi za ngalawa kule Makunduchi, kwenye ule mti ambao mheshimiwa marehemu mzee Abeid Amani Karume alipofika pale. Maeneo yale yana historia nzuri. Kwa hiyo ushauri kama itawezekana basi, tuingize hii michezo miwili mitatu. Asante na washukuru sana waandishi wa habari ambao watatu wa mwanzo ambao wamepata nafasi. Nianze na ndugu yangu Rashid ee, ambaye ameuliza masuala mengi kidogo nami nitajaribu ni achambue kadiri ambavyo ameeleza. E, anasema jambo la kwanza anataka kujua fedha za sherehe zilikuwa ni kiasi gani, na nimezoea kuona kwamba fedha hizi zinakwenda wapi. Lakini swala la pili anataka kujua mawe ya msingi na ufunguzi ni ngapi. Naomba ili la fedha nitalijibu mwisho, jawabu lake lipo, wala halina shida na la tatu anasema ameona kuna baadhi ya miradi imejiri, imetolewa katikati e, ni vipi hii? Naomba nianze hili la pili kwanza. Kama ambavyo nimesema, miradi ambayo tume tumefungua na kuweka mawe ya msingi ni mia moja na kumi kati ya hiyo miradi 68 miradi yote ilikuwa 110. Ufunguzi ilikuwa ni miradi, miradi 64, na miradi 46 ilikuwa ni mawe ya msingi. Lakini pia najua kuna mwingine ataniuliza Unguja ilikuwa mingapi na Pemba ilikuwa mingapi. Bana alijibu kabisa, Unguja ilikuwa 68 na Pemba ilikuwa 42. Thamani ya miradi yote hiyo nilishaitaja, tunazungumzia trilioni 1.8 ukitaka e, ile namba yote pia naweza nikaitaja, naweza lakini, nitaka hilo niliweke vizuri. Lakini namna ya miradi hii e, labda tunakwenda tumeiweka baadaye tukaamua kuiondoa, hii ndio moja kazi ya halmashauri yetu ya sherehe za Mapinduzi. Unajua, kwenye utaratibu wetu, wakati wa kupanga ratiba, iko miradi e, wenye sekta wanasema kwamba mradi huu baada ya wiki mbili utakuwa umekamilika, au baada ya wiki moja tutakuwa kila kitu tumekamilisha. Bahati njema, kuna baadhi ya miradi, kuna vitu vinatakiwa viwe vimefika pale site. Sasa kuna mengine ni ya ujenzi e, kwa mfano kama huo wao unaozungumza sasa. Sisi tukifuatilia tukikuta kuna vitu havijakamilika, halmashauri ndio kazi yetu hii, tunasema mradi hatuja ridhika nao kwa kiwango ambacho tunakusudia kumpeleka kiongozi, tunaamua kuondosha. Sasa hayo hayaji kwa bahati mbaya hayo na, yanakuja na tunakuwa tuko very serious, na waziri tunamwambia. Sasa nyingine waziri anataka rais aje hapa ndio, lakini tunasema hapana, kwa sababu sisi tunataka mradi huu umekamilika. Haujakamilika, tunamwambia Mheshimiwa Rais, pamoja na kwamba tulikupangia mradi huu ama waziri tuliompangia lakini huu mradi hatukujiridhisha, tumeamua tuutoe, tuwape nafasi sekta wakamilishe kwa utaratibu, ili tukikamilisha tuwe tumekamilisha vizuri. Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo tunakuwa tunayazingatia. Lakini suala la fedha, bajeti ya sherehe inakuwa ina, ina, ina, ina mambo mawili makubwa e, nadhani tulizoea mara nyingi sana huko nyuma kwamba fedha za sherehe zote zinatoka serikalini. Serikali ya awamu ya nane tulipokuja, tulikuja na vision nyingine, ni komponenti ndogo sana ambayo inatoka serikalini kwa upande wa Serikali ya Mapinduzi ya sasa. Na nataka nikuambie, katika kipindi chote tumefanya sherehe, nadhani hii itakuwa ni mara ya sita, hatujawahi kutumia bajeti ya serikali. Labda niseme kwa asilimia mia inawezekana. E, sherehe nyingine unaziona. Sherehe nyingine tunafanya kubwa sana, pengine tunatumia fedha zaidi ya bilioni tatu kutokana na gharama ya mambo mbalimbali mbali. Lakini hatujawahi wahi kuzidi hata milioni mia sita au mia saba ambazo tunazitoa serikali mimi kama mwenyekiti wa halmashauri ya sharia kwa kushirikiana na wenzangu tunajiongeza kutafuta fedha katika sosi nyingine ambazo wala hatumuathiri mtu. Natoa mfano, kwa mfano wenzetu wa, wa, wa, wa taasisi za fedha wao wana kitu kwenye, kwenye, kwenye bajeti zao ishu ya marketing, naeleweka? Natoa mfano, kwa mfano NMB au CRDB wana fedha kwenye bajeti zao za kawaida marketing, wanataka kujitangaza. Sisi kuna sherehe tunafanya, unaona pale, tuna, tunafanya sherehe, tunatoa t-shirt eh, tunatoa track suit, tunatoa vitu vingine vingi, tunawaita njoo ujitangaze kupitia eneo hili. Kwa hiyo wao wana contribute kwetu kupitia matangazo na sisi tunawapa ile access ya kujitangaza. Kwa hiyo instead ya kudai fedha serikalini kwamba fedha hizi zitoke serikalini, sisi tunapata fedha kutoka sosi nyingine, na fedha hizi ndio zinaenda kutekeleza sherehe. Unapowasikia watu wanasema, na nawasikia lakini, sisi bahati, hatuwezi kumzuia mtu kusema, lakini sisi tunapaswa tueleze reality, na mwananchi anayetaka kuelewa aelewe. Anasema serikali imetumia mafedha mengi haya, pengine bilioni tatu, bilioni nne. Hizi fedha sisi hatujatoa serikalini, na bahati nzuri kumbukumbu hizo zipo ofisini kwangu na halmashauri ya sherehe zipo, na muda wowote sisi tuko tayari, tunajiongeza kutafuta fedha katika sosi nyingine, pengine tukihitaji serikalini ni komponenti ndogo sana ambayo wanaweza serikali kwa sababu ofisi ya makamu wa pili ndio inashughulikia sherehe kupitia hiyo halmashauri ya sherehe shere, tuna budget ambayo inakuwepo. Kwa hiyo budget hii nikwambie, katika kipindi cha miaka sita eh, sikumbuki kama kuna mwaka ambao tumetumia 100% ya hiyo budget, na kuna mara nyingine hatutumii hata shilingi moja. Kwa hiyo hili nitaka ulielewe tu kwa upana wake rather than ningekwambia kwamba labda budget milioni mia sita tumeweka tumetumia milioni mia tano, lakini huo ndio uhalisia. Nadhani huu utakuwa ni uelewa mkubwa zaidi, na waandishi mfahamu kwamba sisi, na mi bahati njema, kwa utaratibu wangu nnakotokea, natokea kwenye sekta za fedha na profesheni yangu inanielekeza nitafute soursi nyingine ya kutafuta fedha rather than kusubiri pesa ya bajeti ya serikali. Kwa hiyo, hichi ndio ambacho tunakifanya. Wenzangu wote hawa tunawaita, tunawaeleza fursa zilizopo watu wanataka kutumia. Natoa mfano, kwa mfano Kombe la Mapinduzi, si mnaona tunacheza Kombe la Mapinduzi? Hakuna fedha inatoka serikalini hata moja, hata shilingi moja, hatuwapi single cent inayotoka serikalini. Lakini pale wale ambao tunakwenda uwanja wa Amani, si tunaona matangazo yanapita pale, NMB, ZDRA, TRA, CRDB, mabenki mengine. Na wenzetu wa bara wanaitumia sana hiyo fursa wanajitangaza, tunawapa fursa, na mnaona hata t-shirt saa nyingine zinatoka zina NMB, zina CRDB, zina Absa, zina benki nyingine PBZ, na wao kama benki ya biashara. Kwa hiyo hiche ndio ambacho tunakifanya, tuna kwa hiyo sisi tumeangalia mbali zaidi, rather than kuomba fedha serikalini kusema bana, eh, hazina basi tupeni bajeti hii sisi tunataka kufanya sherehe za mapinduzi. Sisi tukifocus kwenye sherehe tunajiongeza wapi tutatafuta fedha? Na hii ndio ile azma, kama mnakumbuka Mheshimiwa Rais wakati akihutubia Baraza la Wawakilishi katika kipindi chake cha kwanza, alisema atawashirikisha private sector kufanya kazi kwa kiasi kikubwa serikalini. Hii ndio azma ambayo tunaifanya kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo nadhani ndugu yangu Rashid, maswala yako nitakuwa nimeyamaliza. Bado moja, nimejiridhisha vipi? Labda miradi ya hospitali na miradi mingine, suala la ufuatiliaji kwenye miradi hii. Kuna mambo mengi. Kwanza nataka nikiri kwamba serikali ya awamu ya nane tumeweka investment kubwa kwenye maeneo mbalimbali, ikiwemo hospitali kama ambayo anaizungumzia ndugu yangu Rashid kwenye eneo hili kuna mambo mengi ya kufanya kwenye serikali e, hasa kwenye maeneo ya hospitali haya. Ukiangalia maeneo haya e, maeneo mengi tumefanya outsource. kwa maana tuna, tuna wenzetu ambao tumewapa wasimamie kutoa zile huduma. Serikali sisi tupo, lakini haina maana kwamba tumempa mtu outsource kwamba anachokifanya yeye ndio sahihi yako mambo ambayo tumewaita na nataka nikwambie sasa hivi wale wawekezaji wa, wa, wa, wa, wa kwenye maeneo hayo tumewaita na tumewapa condition. Yako maeneo ambayo tumeona hatujajiridhisha na tumewapa eh, ultimatum kwamba hili na hili hatujajiridhisha, tunakupa muda, ikifika muda huu huwezi kuendeleza tunapotaka, tutaterminate hiyo contract. Na hili tumelifuatilia sana sana kabisa, nataka nikwambie mimi binafsi nimeshakaa na hawa wawekezaji kuona kwamba kwenye eneo hili hatujafanya vizuri sana, na kwenye eneo hili kuna malalamiko haya, tuone sosi ni nini, na wao wameleta ya kwao. Sa nyingine e, kuna vitu ambavyo vinasababisha, lazima wananchi tuelewe sababu ya kujenga hospitali ya wilaya, sababu ya kujengwa hospitali ya mkoa na sababu ya kujengwa hospitali katika ngazi yayo ya primary health care huko chini ni kwamba mgonjwa ambaye anatibiwa kule chini katika vituo vya afya ambavyo vina access kubwa, akishindikana anakuja wilaya, akishindikana ndio anapata rufaa kwenda mkoa kwa sasa lakini changamoto ambayo tunaipata mwananchi anatoka moja kwa moja anakwenda kwenye hospitali ya wilaya, au anataka kwenda kwenye hospitali ya mkoa, jambo ambalo sio utaratibu ambao tumeuweka. Sasa hii tunaendelea kuhamasisha wananchi, ili vile vituo ambavyo tumeviweka na vina huduma nzuri sana wavitumie vile, ili unapokuja hospitali ya wilaya, iwe huku kwenye mkoa umeshirika kwenye kwenye kwenye, kwenye, kwenye primary health care huku imeshindikana na unapokuja kwenye mkoa iwe imeshindikana. Sio vizuri unakwenda pale Lumumba kwa mfano, atoa mfano Lumumba, mtu amekatwa na na kitu tu au ana let's say kidonda anataka kufanyiwa tu dressing, basi akafanyiwe pale Lumumba. Hii kazi inaweza kufanyika kwenye maeneo mengine pale tunaweka iende kwa rufaa ambayo zile kesi ambazo zimeshindikana maeneo mengine Haya ndio malalamiko madogo ambayo sometime unaya unayasikia lakini uwezo wa hospitali wenyewe tunaizungumza na tunafuatilia, na tunawambia tunataka tuone capacity yenu iko katika kiwango fulani, na mikataba yetu ambayo tumeweka, viko vipengele ambavyo vinatugaid kama hako fulfill requirement, tunaweza kuterminate na tunaendelea na maboresho. Kwenye kuanza haya sio rahisi sana kwamba utaanza almost yote atakwenda sawa kwa wakati mmoja, lakini kuambie, yako mambo ambayo hayaturidhishi na tumeshawaeleza, na wizara afya wanafahamu hiyo taarifa na tunakwenda nayo. Lakini nataka niseme pamoja na hayo una improvement kubwa. Nyinyi mnakumbuka hapa Zanzibar ilikuwa ukienda hospitali ya Mnazi Mmoja unakuta foleni, mtu anaenda kufanyiwa x-ray akifika anaambiwa uto. tarehe yako baada ya mwezi au miezi miwili ndio anakuja kufanyiwa x-ray. Nakumbuka. Lakini leo mtu anakwenda leo anafanyiwa na leo leo anapata majibu, na ikitokea amechelewa, basi kesho yake anapata majibu. Na kwa siku ilikuwa zinafanywa x-ray tano tu. Mimi nimekwenda pale X-ray tano siku nzima, leo zinafanywa x-ray mpaka hamsini mpaka mia moja zinafanyika kwa hiyo kuna kuna kuna improvement kubwa, lakini kwenye uwekezaji wa aina hii kwa sababu tuna dili na watu, changamoto tunakiri zipo, lakini nikuhakikishie kwamba tunaendelea kuzifanyia kazi na tutaendelea kuzifanyia kazi na siku hadi siku. Na kwenye hili sasa hivi ukiangalia Zanzibar nzima tuna hospitali ya mkoa moja Lumumba. Mtu wa Makunduchi akipata rufaa kule Kitogani, anakimbilia Lumumba mtu wa Kaskazini akipata uh, rufaa pale Kifunge anakimbilia Lumumba, lakini na wanaotoka Pemba vile vile, amepata rufaa Micheweni anakimbilia Lumumba. Anapa, amepata rufaa bala mzee anakimbilia Lumumba. Lakini sasa tunaendelea na utaratibu, na katika kipindi chetu hichi tutamalizia hospitali nne za mikoa katika kila mkoa. Kwa hiyo ikazi kazi ambayo inafanywa na Lumumba kwenye mkoa wa mjini magharibi itafanywa ndani ya mikoa mingine. Kwa hiyo hii itapunguza lile wimbi la watu wote kukimbilia hapa na ya, wale ambao kwa mfano wale ndugu zetu ambao wanatoka Pemba wanalazimika kusafiri kufuata huduma hapa. Lakini sasa hivi alhamdulillah hata huduma, kwa mfano, ukiangalia za MRI, tayari Pemba zimeshapelekwa. Mheshimiwa Rais ameelekeza na tayari kwenye maadhimisho haya tunayoyazungumza nanii e, mashine ya MRI imeshafungwa, lakini tulikuwa na changamoto mashine ya e, ule utaratibu wa dialysis hakuna Pemba, lakini Mheshimiwa Rais huyu Dr. Hussein Mwinyi ameshaweka pale Abdalla Mzee MRI na, e, ma, na ni, utaratibu ule wa dialysis wale ambao wanasafishwa figo, unaangalia pale Abdalla Mzee na unakwenda iko safi kabisa, mtu anafanyiwa huduma huku wanaangalia Yanga na Azam pale wanaendelea, wana na king, kingamuzi. Mheshimiwa rais pia amewalipia, wanaona pale, wanafurahi kabisa. Sitaji hao wengine, kwa sababu wengine hawakuepo, nataja hao ambao walikuepo kwenye fainali. Sasa hii ndio hali ambayo tunaenda nayo. Kwa hiyo suala la kujiridhisha mimi, o, always, kazi yangu ni kuhakikisha kwamba shughuli za serikali zinakwenda vizuri, na ndio maana umeona hata nilipokuwa nazungumza na watu wa wizara ya afya nilikuwa kidogo kuonesha ile hisia ya yangu kwamba kuna mambo hayaendi vizuri. Na nashukuru kuna kazi inaendelea Improvement inakuwepo, lakini tutaendelea kufuatilia etu, kwa sababu ni wajibu wetu, na nikuhakikishie kwamba malengo ambayo amekusudia mheshimiwa rais, bado mimi natamani sana tufike kama kule mheshimiwa rais alikokusudia, na tutafika amini kwamba tutafika, ila hii ni process hili jambo Tunakotoka ni mbali, tukafika leo kusema leo utafika tu. Lakini tuna kila siku, tuna progress, siku hadi siku. Kwa hiyo naomba nishie hapo kwa ndugu yangu Rashid. Mwingine ameniuliza swala hili, halihusiana na sherehe za Mapinduzi, lile la Afcon. Ndugu zangu waandishi wa habari, kazi ya ujenzi wa uwanja wa Afcon inaendelea vizuri, na mimi nataka nikwambie ahadi ya Mheshimiwa Rais iko pale pale. 27 tuna mwaka mzima tulia na ni niwaombe, ndugu zangu waandishi wa habari, wale ambao hawajapata nafasi ya kwenda kuangalia yale maendeleo ya uwanja, si muda mrefu mtakualikeni, tutakwenda pamoja tukaone pamoja hatua ile ya AFCON, alafu kila mmoja ataweka mwenyewe percentage iko ngapi. Leo nikisema kuna percentage fulani, mimi sijaenda katika kipindi hichi, lakini najua kazi inaenda vizuri, lakini nikuhakikishie azma ya Mheshimiwa Rais iko pale pale, tutajenga uwanja wa Afcon, uwanja mkubwa, uwanja wa kisasa, lakini pamoja na vile vitu vinavyostahili, sio uwanja peke yake. Sasa ili naomba kwa sababu halikuwemo kwenye e, utaratibu wetu huu wa kikao chetu cha leo, lakini kwa sababu mwandishi ameliuliza, nimpe comfort tu kwamba maendeleo ya uwanja wa Afcon yanaendelea vizuri na si muda mrefu tutapata mwaliko wangu, tutakwenda pamoja kuangalia hapo, tutaona halafu tukiwa pale, mnaweza pia mkatuuliza, tutaendelea nalo. Suala jingine la miundombinu ya umeme, ni kweli tuna changamoto ambayo eh, nadhani inajitokeza kila mtu anaiona, lakini nataka niwahakikishie, serikali inaendelea kuchukua hatua thabiti juu ya namna ya kukabiliana na suala tatizo la umeme. Sasa hivi muda mchache kabla sijakuja hapa nilikuwa na wawekezaji ambao wametaka kuwekeza katika e, ishu ya solar power na hivi ninavyokwambia sasa hivi, maana yake ile ile komponenti ile yao ina vitu viwili vikubwa. Nimewakutanisha na mkurugenzi wa ZECO pamoja kwenye ile uwekezaji wao una ishu ya carbon credit ambayo ile inaweza kusubsidize kupunguza ile gharama ya jambo ambalo halijazoeleka hapa saa tano na nusu watakutana na timu ya, ya, ya wezetu wanaohusiana na masuala hayo ambayo iko iko e, chini ofisi ya makamu wa kwanza wa rais, kwa maana idara ya mazingira. Wale wataalamu wako pale pamoja na katibu mkuu, watakutana nao saa tano na nusu ya leo kuzungumza, alafu kuona tunakwendaje. Lakini wako wengi ambao wamejitokeza, tunazungumza nao lakini wahakikishie kwamba jambo hili serikali tumelichukua very serious na sisi tunajua kwamba tunajenga miradi mikubwa na yote inahitaji umeme, na niwahakikishie kwamba hili solution yake tutaipata, na tunataka tutafute solution ya kudumu kwenye eneo hili. Tuna wengi wametaka kuwekeza, wengine wametaka kuwekeza kwa generator eh, ya kuweza kufulfill ile, ile ile zile megawatt ambazo tuna mapungufu nazo, lakini wengine wametaka kwa staili nyingine lakini mazungumzo haya yanaendelea na timu yetu ya wataalamu, na mimi niwahakikishie jambo hili, serikali tumelichukulia kwa ukubwa wake, na hili tutalimaliza kwa sababu tunajua uwekezaji huu ambao mheshimiwa rais anauweka, bila ya kuwa na umeme wa uhakika hatutaweza kufanya kazi nzuri. Kwa hiyo nikuhakikishie tu ndugu yangu mwandishi kwamba hili tunalichukulia very serious na prosesi zake zinaendelea na tutawahabarisha kwa kadiri hatua tutakayofikia, na hatimaye mtaona namna gani ambayo tunaweza kulikamilisha. Pia ameshauri suala la e, zile resi za ngalawa. Mwaka huu kwenye zile ratiba yetu hatukuweka ile resi za ngalawa, lakini mwaka jana tulikuwa nayo, mwaka juzi tulikuwa nayo, almost karibu kila mwaka tunakuwa nayo Marai kutokana na ratiba zilivyokuwa, hatukuweka lakini nikuhakikishie, hivi vitu sisi tunavijali sana na tutaendelea kuvikonsida katika shughuli zetu za sherehe. Tumelipokea hili na tunakushukuru kwa kuleta wazo hili, lakini na mengine mengi na michezo mengine mengi, tutaweza kuizingatia kwa mujibu wa utaratibu huu. Mnakumbuka sherehe mara kipindi hichi tunaanza tarehe 22 Desemba. Uko nyuma tulikuwa tunaanza tarehe moja Januari. Lakini sasa tumerudi nyuma tunaanza 22 Disemba, kwa hiyo hii yote ni kuonesha kwamba tunakuwa na shughuli nyingi za kufanya. Kwa hiyo nashukuru, naomba niishie ni hapo kwenye masuala ya matatu ya mwanzo, na naomba nirejeshe sasa kwa Mkurugenzi kama kuna mengine wanaendelea. Maisha Online TV.